Nimezungumza na meneja mkuu uh, Dimitri Pantev na Selemani Matola kwa nyakati tofauti. Simba uh, inatengeneza nafasi nyingi. Unajua, jukumu la kwanza la kocha ni kuhakikisha kwamba timu inatengeneza nafasi. Kama timu inatengeneza nafasi, maana yake kocha yuko sahihi. Wachezaji kama wafungi ni tatizo kwa sababu mwalimu hawezi kufundisha kuweka mpira wafungi. Tazama nafasi kama elimu panzu, labda unataka mwalimu afanye nini? Kuna nafasi kama Joshua Mtale anapaisha kwenye sita kabisa, nataka mwalimu afanye nini? Na hili sio tatizo la, la, la, la mechi ile, na Dimitri Pantev alisema tatizo la kuto kufunga Simba ni la muda mrefu, hata yeye alilikuta. Kwa hiyo itahitaji muda kurekebisha, na kuna wakati anaamua mpaka kwanza na force namba 9 anaona kama ma striker hawezi kumsaidia. unakumbuka kuna muda alikuwa na mastraika wawili uwanjani, alimuingiza Steven Desem Kwala, akamuingiza Jonathan Soa, lakini bado hali ilikuwa ni ngumu. Alianza na Selemani Mwalimu ambaye naye hakuonesha makali sana. Kwa hiyo nadhani tatizo la Simba ni wachezaji kupoteza concentration katika eneo la kushambulia, na hii imekuwa ni kawaida. Hata mechi na Petro Atletico, kama nakumbuka, wali create nafasi ambazo walipoteza. Elim Panzu alipiga chenga mlinzi akabaki na kipa, alipiga nje. Morris Abraham aliwekewa mpira na, na, na, na Joshua Mtale mpira ambao ulitegemea angeweza kupiga kule kule ulikotoka ili goli, kipa akienda upande wa pili uende kule, akapiga na mpira mguu wa kushoto akatoa nje. Mwalimu, unataka afanye nini pale?